Wawanasi mtazamaji hadi tamati mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Lucy Mwaura. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesema serikali inathamini uhuru wa kujieleza na hailengi kumdhibiti au kumzuia yeyote kujieleza. Akizungumzi katika kaunti ya Tana River, Murkomen alisema serikali haijawahi kuingilia au kuvuruga mchezo wa kuigiza wa Echoes of War ambao ulipaswa kuigizwa na wanafunzi wa shule ya wasichana ya Butere siku ya Alhamisi wakati wa tamasha la 63 kitaifa la kitaifa michezo ya kuigiza na filamu katika kaunti ya Nakuru. Waziri alisema kile ambacho serikali inapinga ni wanasiasa wanaotumia shule kutatua tofauti zao za kisiasa. Kufuatia yaliyojiri jana wakati wa tamasha ya 63 michezo ya kitaifa ya kuigiza na filamu katika kaunti ya Nakuru. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali haikuwahi kupiga marufuku au kuvuruga mchezo wa kuigiza wa Echoes of War ambao ulitarajiwa kuigizwa na wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere. Aliongeza kusema kuwa serikali haikutishwa kwa njia yoyote na mchezo huo wa kuigiza na lakini ilikuwa ikipinga kuhusishwa kwa wanasiasa katika mchezo huo. Akiongea katika kaunti ya Tana River, Murkomen alisisitiza kuwa waalimu ndio wanaostahili kuwashughulikia wanafunzi kuambatana kuwa na mafunzo yao ya kitaalamu na kwa kuzingatia sheria. The makundi ya kutetea haki za binadamu katika kaunti za Nakuru na Nairobi wameshtumu kile walichokitaja kuwa ukatili dhidi ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere na watu wengine waliohudhuria tamasha inayoendelea ya kitaifa ya michezo ya kuigiza katika kaunti ya Nakuru. Absolutely no reason.

Uh, during this festival that are happening in, here in Nakuru. Tunashangaa sasa watoto wetu pia wanagandamizwa. Hii shahidi ambayo watoto wanakuja kufanya na drama, tuna nacha talenti za watoto wetu. Hili ni jambo ambalo si jambo linafaa, ile ilitendeka kule Nakuru na ilitendwa na maofisa ambao wao wanawasimamia. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na suala hilo. Abdiaziz Hashim, Daru Bini Weekend.